Moja ya kitu ambacho tumekiona pia mitandaoni ni jumbe ambayo inasemekana kwamba Diamond amemwoa Zuchu kwa sababu ya vitisho vya Zuchu kwamba natoka kwenye lebo, naondoka kwenye lebo eh, kama unioi basi mimi naondoka kwenye lebo. Vitisho hivyo eh, kwa hiyo eh, Diamond ame, ameoa kwa sababu bado bado hanamhitaji hela yake, bado hajarudi

Mm. Anasema wajalna bainakum mawaddatan mm. mm. wa rahma mm. nimejalia kati yenu wale wanaoana mm. mapenzi mm. na huruma. Juma, yani kwa jinsi wam, kwa mimi jinsi na n Zuchu na Diamond ndio, ndio jinsi walivyokuwa kwenye maisha yao ya mahusiano. mm -hmm. Mm -hmm. Eh, hakuna mkwara wote pale. Ma, Ma nimewaambia mimi hao. Hadi mnakwambia kweli. mm. Naomba ndugu zangu katika Bwana. Kwa sisi binadamu <laughs> <Ujua uko vipi? laughs> kuna watu wanataka kufanya yani wanahitaji nini? Comeback. Na wewe ujua upepo uko mkubwa eh? Ndiyo, sio walikuwa mkubwa mpaka sasa hivi. Kuna mtu anataka kujaribu comeback ipi? Kuna mtu aliona mwenzie kama wakati yeye na janga lake mm. mm. alifanya kitu fulani na akawa story yake. Na atajaribu kupindisha nyakati na nakosio saiji, sababu kwa bahati mbaya, ili jambo nii la Diamond na Zuchu lilofanyika, mm. katika 100% ya watu mm. asilimia nyingine 80 ama 70 walihitaji liwe hivyo yeah. mm. ndio tunahitaji unasema so, mm. mm. umeingia chocho cha kike kabisa <laughs> <laughs> e, <and, laughs> ajaribu tena kwingine <laughs> <Mission fail. laughs> <laughs> <laughs> kwa Kiingereza bwana.